Ukienda Ujerumani ama timu nyingi za barani Ulaya, kumekuwa na uwazi mkubwa sana juu ya nini ambacho anapewa mshindi wa ligi baada ya ligi kumalizika. Sasa kwetu Tanzania kumekuwa na sintofahamu kubwa sana baada ya klabu ya Yanga kudai kwamba wanatakiwa kulipwa shilingi milioni mia mbili. Sasa hii yote imeibua maneno mengi sana na imeziibua timu zingine nyingi kuanza kuzungumzia kwamba E, nini halisi ama nini haswa zawadi ya kombe la CRDB anatakiwa kupewa mshindi. Sasa, wakati klabu ya Yanga ikishikilia msimamo wake wa kutaka kulipwa fedha za zawadi ikiorodhesha kwamba wanatakiwa kulipwa shilingi milioni mia mbili, baadhi ya vilabu vimeigeukia Yanga na vikidai kwamba haijawahi kutangazwa juu ya mabadiliko ya zawadi za ubingwa wa michuano hiyo inayotoa mwakilishi wa kombe la shir, shir, shirikisho Afrika. Sasa stori kamili ni kwamba stori baada ya kuwa ina gumzo kubwa sana, imemuibua mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano wa Azam Thabiti Zakaria, zaka zakazi, ambapo yeye amesema kwamba klabu yao iliyocheza fainali mara mbili mfululizo zilizopita inachokijua ni kwamba zawadi za bingwa wa FA ni shilingi milioni 50 ambapo ni tangu michuano hiyo ikiwa chini ya udhamini wa Azam Football Club. Zaka aliongeza kwamba hata wadhamini wapya walipoingia, haikuwahi kuainishwa na TFF juu ya zawadi halisi ya michuano hiyo zaidi ya shirikisho hilo kupanga lenyewe, hivyo ameshtushwa kusikia zawadi imeongezeka hadi kufikia milioni 200. Ofisa habari wa Singida eh, Black Star iliyotinga fainali za msimu huu Hussein Masanza pia alisema kwamba hawajapata mabadiliko yoyote juu ya ulipwaji wa fedha za ubingwa wa michuano ya kombe la shirikisho na sasa wapo katika mchakato wa kufuatilia kabla kuvaana na Yanga. Akizungumza, Masanza alisema wanachofahamu ubingwa wa michuano hiyo analipwa milioni 50. Lakini sasa wameshtuka na kuanza kufuatilia kujua kama kuna mabadiliko baada ya kutinga fainali. Ofisa mtendaji mkuu wa klabu ameanza mchakato wa kufuatilia endapo tutatua ubingwa tutapata kiasi gani kwa sasa, lakini miaka yote tunafahamu kwamba bingwa analipwa milioni hamsini. Hatuna mabadiliko yoyote tuliyoyapata. Lakini pia mkuu wa Coastal Union Omari Ayubu naye amesema kwamba hawana mabadiliko yoyote kuhusiana na fedha ya anayepokea bingwa wa mashindano tulicheza. Hatua ya fainali, kiasi kinachotambulika miaka yote ndicho tulichokuwa tunakifahamu. Kwa sasa sijui bingwa anachukua bei gani, kama kuna mabadiliko sisi hatuna taarifa hiyo, naye alizungumza. Hata hivyo, alisema kwa utaratibu wa michuano hiyo, kila hatua inayoshiriki timu kuna fedha inapewa kwa ajili ya mechi husika, japo kwa zawadi halisi ya bingwa haijawahi kujulikana tangu mdhamini mpya aingie. Sasa hii pia imekuwa ni stori ambayo watu wengi wamekuwa wakizungumzia, wanasema kwa nini iwe ni siri? Je, wewe shabiki wa Bongo Star Media ambaye unafuatilia michezo na duru la michezo Unadhani ni sahihi hizi zawadi kuwekwa e, kuwa kama ni siri? Wewe una ushauri gani katika mpira wa Tanzania bara na hasa katika hili sekeseke seke la watu wengi kukosa e, kufahamu ukweli ana, an, wa nini anacholipwa mshindi baada ya msimu kumalizika ama ligi Kummalizika. Mimi nadhani una nafasi ya kuchangia maoni yako hapo chini kwamba ni sahihi, kwa sababu nchi fulani na nchi fulani ama taifa fulani wanafanya hivyo pia. Wengi tumeshazoea kwamba mshindi wa ligi, zawadi, ama pesa, wa ligi zawadi ya mapesa anazolipwa siku zote huwa zinakuwa wazi, ukienda kafu Confederation Cup, lakini ukienda kimataifa zaidi unakuja kufahamu mambo haya ni kwa uwazi na uhakika. Unadhani kwetu tuna feli wapi kufanya kila kitu kuwa ni siri, hadi washiriki wasifahamu nini ambacho wanastahili kupewa? na je, si nitofahamu hii ya klabu ya Young African kwamba inatakiwa walipo shilingi milioni mia mbili imetoka wapi? Wewe shabiki wa soka, unafahamu kwamba mshindi anahitaji kulipwa shilingi ngapi? Je, ni milioni hamsini ama ni milioni mia mbili? Karibu sana, hii ni Bongo Star Media. Tunakupenda sana, tunashukuru kwa muda wako. Siku njema iwe nawe. Tuseme tu kwa leo, tunaishia hapa. Bye, bye.